Government, serikali serikali bila kuweka mazingira yanayofaa kwa watu ku exercise their professions abilities uwezo wao tusingeweza kupata vitu kama hivi kama. Lakini sasa, kwa sababu sisi ni mabalozi tayari, tumeshapata mwaliko kwa ajili ya kwenda kumpeleka Ngorongoro. Bado ni kwa ajili ya kusapoti utalii. Sisi kama taasisi tutaendelea kumsupport kumpeleka Ngorongoro na kuona namna gani waweza kufanikisha uh, ruti hizo, kuona kwamba uh, goldi yake anaionyesha ya kwenye mazingira ya utalii. Kocha na viongozi wetu tulifanya mazoezi yanayoendana na hali ya hewa ya Japan, kwa hiyo tulishajua tangu mwanzo kwamba kuna joto kuna nini, lakini hata huku tulianza kufanya mazoezi yanayolingana na hali ya hewa inayoendana na kule.